aliokuwa anahitaji. Hiyo laini ya gridi ya taifa iliyopita kwenye kijiji chetu ni laini ya msongo wa kilovoti 220 sawa na voti laki mbili na ishirini elfu. Huo umeme ni mkubwa sana, umezidishwa kama mara elfu moja kutoka kwenye umeme tunaotumia nyumbani. Kwa hiyo unaweza ukaona ni umeme mkubwa kiasi gani, na ndio maana kwa ajili ya sababu za kiusalama ambao usalama umeganyika sehemu mbili: usalama wa raia na mali zao, lakini na usalama wa miundombinu yenyewe, ndio kama alivyotangulia kusema mwenzangu. Kwa sababu hizo, ndio maana hiyo njia ya kusafirishia umeme ilitengwa, ikafidiwa na ikatumika kwa ajili ya kusafirishia umeme peke yake. Ndio maana shughuli zingine zote za kibinadamu zimezuiliwa kufanyika kwenye eneo hilo ili binadamu au wananchi wa eneo husika waweze kuwa salama, wasiweze kuathiriwa na madhara yanayotokana na huo umeme uliopita kwenye eneo husika. Lakini pia ili hiyo miundo mbinu isipoguziwa na binadamu iweze kuwa salama, iweze kutoa huduma kwa wakati wote kwao. Tunakumbushana haya ili tuweze kusahihisha, kuhakikisha kwamba miundo mbinu inakuwa salama, lakini sisi pia wananchi hatupati madhara yanayotokana na huo. Sasa kilichotuleta hapa ni swala zima la ulinzi katika miundo mbinu yetu hii mikubwa ya kusafirisha umeme. Kijiji chenu ni miongoni mwa vijiji ambavyo vimepitiwa hii njia ya kusafirisha umeme, na ni miongoni mwa vijiji hamsini tumeingia makubaliano ya ulinzi kwa sababu miundo mbinu imepita hapa na huwa tunafanya kila nguzo tuna inalipwa na pesa zinaingizwa kwenye serikali ya kijiji. Baadhi ya vijiji vya jirani tumeibiwa vile vizuizi vya kumzuia mtu kupanda juu, tumeibiwa vijiji vya wenzeni katika laini hii na hili tatizo halikuwepo. Sasa na wezi huwezi kuwajua, eza wanatoka jirani au hapa hapa au wanatoka sehemu nyingine. Kwa sababu kilichotuleta ni kwamba miundombinu hii ni ya shirika, lakini ni mali ya serikali, na serikali ni mwananchi mwenyewe, ndio ambaye unayetumia ndio ambaye unayehitaji umeme, unahitaji umeme hospitalini, unahitaji umeme wewe unayotaka kunyoa unahitaji umeme, unayechomelea unahitaji umeme, unaenda kusaga. Yani umeme unahitajika kila sehemu. Nadhani katika mahitaji ukiangalia ya umeme utagundua kwamba umeme unahitajika sana. Mtu anajifungua kwa operation, lazima umeme uwepo. Kama haupo wakati mwingine huwa wana generator, kwa sababu unaweza ukahatarisha maisha. Sasa basi kwa mantiki hiyo, swala la wizi halitakiwi kabisa kwenye hizi miundombinu. Swala la ulinzi ni la kila mtu. Mimi leo naweza nikawa niko Makambako, sipo sipo hapa Gadinda. Sasa kama sipo, mtu anaweza akafanya tu uhalifu alafu wewe mwananchi ukasema bwana, hii mimi ainihusu, inawahusu watu wa TANESCO. Lakini sasa kumbuka, tatizo likitokea linaasili, linakuasili wewe, mimi tu nakuja kutekeleza kufanya marekebisho kwa, kwa unaweza ukaona mazingira kama hayo. Kwa hiyo, kumbe swala ulinzi linatuhusu sisi wote.